Kipindi cha miaka 21 ni kipindi cha kutosha kujifunza tunataka serikali ya aina gani, na tumekubaliana kwamba tunataka serikali ya ya hiari, ya hiari. Ya hiari yani, sisi wananchi wa Tanzania watu wazima tuamue wenyewe utaratibu wetu wa serikali hiyo tunataka namna gani Tumesema tunataka serikali ya kuchagua, tunakaa wenyewe tunasema, safari hii bwana wewe ndio tunataka utuongoze. Tunasema hivyo, sio mtu anazaliwa na mama yake tu na sifa yake ya kututawala ni kwamba kazaliwa na mama yake. Hii hatupendi. Hatimaye siku ya uchaguzi mkuu wa kihistoria zoezi la kuhesabu kura likakamilika na matokeo yakatangazwa na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC, wakati huo, Chief Adam Sapi Mkwawa. Sasa natangaza rasmi kwa ndugu Alhaj ali Hassan Mwinyi amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku chache baadaye, rais mteule Ali Hassan Mwinyi akaapishwa katika uwanja wa taifa mkoani Dar es Salaam. Sherehe iliyohudhuriwa na viongozi kutoka mataifa mbalimbali duniani. Mimi Ali Hassan Mwinyi na hapa kwamba